Fasl, furudhu lhudlu isita tumu fardhi ni za udhu nisita. Alawalu niyatu rafi lhadathi ni nia yakuonosha hadathi awitwaha latili swala au ni ya kujitwaarisha kwa ajili ya swala au naha vidhalika, au mfano hayo. Inda ghasili lwajihi, zamani za kuosha uswa wayanuii atanwia salsulbauli, mwenye kisalisali cha mkojo wanawihi na mfano wake Atanuia ini istihabaha ta faridha swala kuitakia halali fardhi swala ijurisho fardhe istibahata fardhi sala kuitakia halali faradhia wa swala wa in tawalla ana, atakapotawaza li sunna, kwa ajili ya suna na wastibahata salati, atanwia kuitakia halali swala. Athani ghasulu alwaji. ya pili ni kuosha uso eh? Alafu wahaduhu na mpaka wa uso ma baina mana bitishari rasi, ni sehemu ile wakati ya mamelea yanyeeleza kichwa sawa. wa mukibil dhatinihi na uelekea huku mbele kwa kidevu chake mbele eh? ya kidevu chake wa maabaina udhunai, na sehemu iliyo kati ya masikio yake. Umbelewa, um, eh meelewa. wa maabaina udhunaihi fa faminhu, ni katika uso. Alghamam, nywele za kiwimbu, walhudbu na kope, walhajibu na nyusi, walidharu na nywele za kalamu, walanaka na kionda mchuzi hiki kama mchuzi wanazo kitia mdomo tu ushaonekana. Eh, sharan wa bashara nywele na ugozi wa inka kufa zijapokuwa nyingi, washaarulia na nywele za ndevu, wa sharu la aridhi na nywele za sharafa masharafani u inghafa zikiwa chache. hasala dhahirahu wa batinahu ataosha nje yake na ndani yake. wa inka kufa asala dhahirahu ataosha nje yake tu hein? wa ustahabu talilu lihatkatha, unasuniwa kuatulia ndevu nyingi, biaswabihi, kwa kidole chake, mina asfal, kutokea chini huku hivi, kutia vidole hivi kwenye ndevu eh. Athalithu rasululyadaini maali mirfakaini wa maalayhima, ya tatu ni kuosha mikono miwili pamoja na kongo mbili, wa maalayhima na zilizojuu sehemu zilizojuu ya hizo kongo mbili eh? Arabi masushai min basharati rasi ni kupaka kitu katika ugozi wa kichwa au sharati au nywele za kichwa. fi hadihi katika mpaka wake. Alhamis wa ghaslu rijilahi ni maalkabain ni kuosha miguu miwili pamoja na nguu mbili, washukuu kima na mipasuko pasuko yao. Asadisu ya sita atartibu ni mpangilio, falau katasa lau alizama swaha so, uluhu mezama ndani ya maji mengi mtoni vile kwa ila kwaila zijapo kwa hakukaa sana hapo alipozama kwenye maji mengi zaidi ya kula teni sawa. Wajibu lmualatufiuluhi na kutapaswa kuvululiza katika udhu bidaa imil hadathi kwa mwenye hadathi ya milele eh. Wastisahabu nia na kusubiana niya hukumani kwa hukuma fala yaturukwa hata ata kutia nia kabla tamami wudhui kabla ya kutimia uzu. Fasulun sunanuhu na sunaza uzu asiwaku nipiga mswaki, thumma tasmiya, kisha kusoma bismillah. Makuruna tanbinia hali ya bismillahi, kuikutanisha na nia maa awali ghasli lkafaini, pamoja na mwanzo wa kuosha viganja viwili watalafudhubinia na kuitamkania wasisabuha na kuisujiana na nia faitaraka tasmiata fi awalihi akiacha kusoma bismillahi mwanzo wake walau hamdan wa yapkwa wakusudia atabiha ataileta unaelewa kabla farahihi kabla ya kumaliza kwake atabiha ataileta iyonia kabla farahihi bismillahi sonia wayakula sa bismillahi fi awalihi wa akhirihi, akisao bismillah, imelewa kama fil akli wa shurubi, kama anaufanye hivyo katika kula na kunywa, kisao mwanzo utaenda katikati na kusema bismillahi fi awalihi wa akhirihi, kuma rasulul kafai. Kisha suna pili ni kuosha viganja viwili. fa ila lam yatayakal tuhuruhuma, kama haukuyakinika utwahara wao, kuli ya ghamsuhu ma fil ma'il kalil ni makuruhu huvizamisha hivi viganja vyake katika maji machache eh? Walmai, na kitu kiowevu kina uji, kinya juisi, ni makuruhu kuzamisha kwenye uji wala juisi eh? Kabla hasilihi ma thalatha marati, kabla hujaviosha viganja hivyo mara tatu eh? Thuma almadmadha, kisha kusukutua ni suna nyingine ya udhu. Thuma alistinshaq, kisha kupanisha maji puani ni suna ya udhu wal afdal aljamu bainahuma bithalathi gharafati na vilivyobora ni kujumuisha kati yao, meelewa. Bithalathi gharafati kwa michoto mitatu au makopwe matatu e, yatamadu madu min kulli gharfa atasukutua kutokana na kila mchoto mmoja au kopwe moja. Thuma yastashliku bibakiha, kisha atapandisha maji puani bibakiha, kwa maji aliyosalia walmubalatu fihima, na kufululiza katika huo kusukutua na kumbanisha majipuani li ghairi swaimi, kwa ambaye hakufunga. watathilithu kulli min alghasli walmasi watahlil, na kufanya mara tatu yote ya kuosha kupaka na kuatulia. wayahudhu shaku hatakamatana, shaka bilyakini, kwa yakini eh. Ni vipi, kama nimeosha mara tatu au mara mbili Sema nimeosha mara mbili, ili upate kuosha na tatu. Sawa. Wamasuhu jamii rasii, na kupaka kichwa chote. Fa ila yurid nazaa ma ala rasihi, asipokuwa hataki kuvua juu, kil, ya kile kilichokuwa juu ya kichwa chake. Kama mimi nina kofia yangu mpya hapa, sitaki kuivua. Fa ila yurid, kama akutaka nazaa ma kuvua hiyo kofia yake, kilicho ala rasi, juu ya kichwa chake. Fa aswa masa yus an atapaka fungu mina rasi la kichwa, unaisenga kofia apaka jitwa na. Yeah. Thumma tamama wala satiri, kisha atatimiza hizo mara tatu juu ya hiyo kofia yenyewe hicho kilichositiri kama ni kofia ama kilemba. Wa yeah. Mama suru la udhaini kishofa, kama masikio mawili huwa hili hima nje yao wabati ni himana ndani yao. Bima injadidi kwa maji mapya. Wasimaraihi natunguza masikio bima injadidi kwa maji mapya. Wa taliil asabi lil yadaini, na kwa atulia vidole vya mikono miwili, bi tashbiki, kwa kupachanisha eh? wa asabi rijlain, na vidole vya miguu miwili, bi hanswali yad yusra, kwa hanswali kidole kidogo ikicha mkono kushoto, iki uko, eh? liyumna, hinsuari, wa, kume, nyusura, wa kushoto hiki huko eh, kwenye mguu wa kuume, mini asfali hanswali yumna, kutoka kwenye hanswali wa mguu wa kuume, ila hanswali yusra, kwenda kwenye hanswali wa mguu wa kushoto, naye eh Yani vice versa, huyu atakuja huku na huyu atakwenda huku. Mkono huu kwenye mguu wa kulia, mkono wa kulia kwenye mguu wa kushoto. Twaelewana? Lakini watatabu na kufuatana, watayamunu na kuanza kume, waitwala tu hurratihi na kurefusha vingaja vyake, au japala uhurati, japala lakelausu, wataajili, watajili na vingaja vyake yapala uso ni uso, umeelewa uoshe mpaka huku, umeelewa vingaja ni hivi, taadini ni huku huku juu, umeelewa uje mpaka huku uoshe. Sawa, wataitwa hurra muhajjalina peponi. Watarku istiana na kuacha kusaidiwa biswabi, kwa kumi na maji, ila ilaluudhurin ila kwa udhuru, waweza ukamiminiwa wanakli wanafli, ndio na kukung'uta baada ya ushati ya udhuru, wakung'uta kiwiliwili watanshifi na kukausha vifai hivi kwa nguo ila alihari na au bardi ila kukiwa na joto sana au baridi sana, kama vile Lushoto kule kwa bibi yangu kule maelewa. Mwenyezi Mungu inshallah, au mwa bibi yangu mlezi wangu amjali afya ya mzima, ampe umri mrefu mwenye kheri na yeye inshallah, au haufi na jasa au mkoogopa nafsi wa tariqul khatami na kuidingisha pete wa budaa tubiala na kuanza juu ya uso wafiliadi na katika mikono, wa rijili, bil aswabi, ukaanza kwenye vidole. Wafiliadi na katika mkono, wa rijili na miguuni, uanze nini? Bil aswabi, kwenye vidole Fainsaba alayhi ghayruhu akimiminia maji mtu mwengine, baada bilmirfaki walkabi, ataanza kwenye nini? Kongo kama ni mkono kongo hii umeelewa? au nguyu kama ni mguu wadarku, eh? Yeah. Wadalku na kusugua viungu wamasuhul maim au makain Yeah. Eh, na kuzipaka, umeelewa? tundu za macho au tundu za mboni, tundu za mboni. Wastikibalu lkibla na kuelekea kibla ni suna katunateaulu, wadhuleina inakuweka chomwa ayamini upande wa kuume, inkana na wasia ikiwaseeni mwauni kundufu mbona nafasi eh. wala yankusamauhu amudi, asipungue maji yake kuepukana na kibaba, wala atakalama, asizungumze fi jamii wudhuhi, katika wudhu wake wote, ila ali maslaha, ila kuwa na maslaha fulani. Umeme wazimika, kuna nini? Mtoto alia, nasema umeelewa.

na kuatilia ndevu nyingi. Lilmuhrimu, kwa mwenye kuirimia hija. Wa waziadatu alathalatha, ni makuruu kuzidisha kuosha au kupaka zaidi ya mara tatu. Waliistiana, na kutaka kusaidiwa ni mimani, yule ambaye yakhsilu a'dhaahu, ataosha viungo vyake, ila li udhuri, ila kwa udhuri, unaweza kutaka msaada. Faslu, tumalize ya mwisho Shurutu lwudhu'i wa lghuslu ashara, shati za wudhu na josho ni kumi. Alislam waoga weli muislamu, wamtamizi na upambanuzi, wanakawa nilhaidhu wannifasi na kutakasika na hevi la wa nifasi, waamana kuepukana ambalo yamnao linavyo usula ma kufika maji ila lbashara kwenye ogozi, walilmu bifardhiyatihi, na kujua ufaradhi wa wudhu Wala walayatakida faridha wa muayana, na asiitakidi faradhi yenye kuainishwa. Minfurudhihi, miongoni mwa faradhi za udhu, akaitakidi kwa nini sunnatan, ni sunna. Walma utahu na maji, wa wayajiri alma, na kuwapitisha maji alalhudhu jafungu. Waduhulu lwakti, na kuingia wakati. Walaau nawalmuwalatu, na kufululiza. Lidai min hadath, kwa mwenye hadathi ya milele.